Story, sto sto. Share, like, comment on my YouTube channel as you wait for more stories. Okay, niko na stori fulani hapa hivi uh, mimi amahoka na mimi uho kwa barabara. So, hi process nao kwa, kwa barabara. There is a day uh, it was on a Friday na siwezi sahau, so like uh, nilifika pale Outer Ring Road, Southern Spring pale Kariobangi uh, I always hope around those areas, so wakati nilifika pale nikapata kuna wale matrafika wa wenye wanasimamaga pale, huwa wanafanya inspections <laughs> za magari. Okay, which is a good thing, thi uh. Uh, so, uh, kumbe kwa li uh, na na okay. Oh, ikifika huwa ikifika mida za kitu saa tisa hapo, traffic police, uh, wenye ambapo tuseme they have not been posted in the area area on that day so kila mtu aganaenda ku wanaendanga uh, kwa zile areas wamekuwa posted uh, at least ku control the traffic, uh, along the along Nairobi okay and the metropolitan areas so ikifikanga saa tisa kuna bakingi <coughs> na kara wa mmoja definitely uh, kama barabara kuna vile is not that much busy uh, compared to the other main roads and larger roads Oh, unapata huo traffic mmoja mwenye alibaki alikuwa ni mwanamke. So hiyo siku nilikuwa na hii kitu fulani ya washroom like ya choo na ni kama rack tu nilikuwa naiuza hiyo wakati. So wakati nilikuwa nauza hii staff nilikuwa nimesimama nayo hizo mida ilikuwa mida ya saa saba ikielekea iki, iki, hivyo mpaka kitu saa tisa na nikwambie hiyo siku ilikuwa a frustrating day. Yaani hiyo siku nilikwambia nilidhauka hivyo mdaiga um, ni kuanzia saa moja mpaka kitu mida ya saa sita ndio jamu ikaje kaisha. So it always takes me inanichukwaga dakika kama dhati ama tuseme like a, a 40 minutes to 1 hour ndio nifike outering road Kariobangi. So mi wakati nifika hapo outering road Kariobangi nikakaa mpaka hizo mida zake za jioni, ukarao police, ukarao mwenye tulibaki na yeye alikuwa mwanamke na so wakati mida jamu ilikuja ikashika sasa ile kubwa huwaga anaicontrol na like anaicontrol control in a way that pale kwa watu wanajua hiyo area kuna kuwaga na roundabout so unakuta, huwa anaicontrol anaambia gari zingine zipite wrong side yeta, kama zile gari zi utoka Buruburu waga wanaziblock kwanza, ndio wavute hii jamu ya kutoka, wengine wanatoka also sasa. So, kuna magari pia zimetoka Juja Road ya bla bla bla hivyo. So like wakati hizo gari zinapita wrong side, unajua sisi kama hawkers kuna vile like huwa tunaumia yaani tunaumia in a way that hiyo jam ndo lishe yetu. So like kuna day nile, iyo tu nilie hiyo tu hiyo kuna hiyo siku tu hiyo tu, tu siku the same day I'm talking of, nikaenda karibu na huo karao eh, nikamwambia madam, nikwambia eh, nimesota na si tuachie hata tu kidogo turambe lambe tu kidogo hata before ni nini tusiende kwa nyumba bila kitu. So the madam had a glance at me, akaniangalia ah Yani akani, akatumia tamu fulani baba, yaani unataka kuniambia hii kitu ito ile trak hii kwanzia ile time nilikuona nayo haujaiuza mpaka sahii? Mimi nikamwambia hata achana na kuuza, madam, mimi nimerauka asubuhi mpaka hizo masaa, ilikuwa ni kitu saa mbili ya usiku, bado alikuwa na vuruta jam na kuku hata na magari kabisa. Hey, yule naye kazi anijua kazi yake. Hey, nikamwambia madamu, yenyewe hapa hapa mimi kuanzia asubuhi sina chochote, na sijui vile nitarudi kwa nyumba, ungetuachia tu jam tuvurute kidogo. Wala hiyo ndio siku niliamini kuwa like uh, there are some police officers who they do always have humanity inside them you know. Yaani hiyo siku madamu like alionyesha humanity fulani, roho ya utu, alitoa roho ya utu fulani, yaani mpaka nika nilikuwa tu nimebugaa tu, tu yaani tu nimeduaa tu nikashindwa. Hey, kumbe kuna wa mapolisi wazuri. Eh, kwa hiyo nini akaniambia eh, kijana chukua hii mia. Akaingia kwa mfuko akanipatia mia, akaniambia chukua hii mia just in case pa ukosi kabisa ya kuenda nayo nyumbani, wewe chukua hiyo ujishikilie nayo, sitakusaidia ma eh. Mimi nikamwambia afisa, thank you so much, thank you so much. So unajua kuna ile interaction ya raia na polisi, haikuagi haikuagi vile nini like a so sociable, kama vile sociable, kama vile raia tu raia. So unapata huu uh, madam hiyo, mi nilishika tu like hadressin code kama vile polisi ofisa wa trafic, lakini sikumshika, sikumshika sura. Shetani, wacha kutumia maneno mabaya kwa mdomo yangu. Sikumshika sura, so like uh, <laughs> mimi nilitamani kuanzia hiyo siku yani nijue tu karao mwenye alinisaidia alikuwa anakaa vipi kisura, ha image mpaka wa leo yani, mpaka nikasema kumbe there are good police officers outside here. Na hivyo ndo siku yangu iliyokolewa, na hivyo ndo nilijipata kama niko na uwezo wa kuweza kuferi myself back at home, thank you so much to that police officer and that woman police officer uh, thank you so much na mali ulipo, Mungu akubariki tu, Mungu akulinde, and that's the end of my story.